Imani zetu zetu kwa Mungu hazijafikia levo ya sisi kuweza kuushinda uchawi mm. Ndio maana ule uchawi wa ukweli unaopigwa ukitandikwa unatandikwa kweli kweli mm. Ndio maana leo wa mashehe au niseme walimu wachungaji uh, wanaombea sana uchawi mm. Na bado uchawi uko pale pale, na hapa natatoa angalizo lingine mm. Kwenye kitabu cha Luka anasema ukilitoa pepo usipolelekeza pa kwenda mm. huwa linarudi tena pale pale lilipotoka. Hiyo ni Biblia mm. Na leo mimi nashangaa kuna watu wanatia naambia pepo toka toka. Sasa so, wanajiuliza wanatoa lindo wapi? Yani mi kila kiona mtu anatoa pepo huwa anajiuliza alitoka liende wapi? Wanasema watu toka kwenye miti baharini huko. Ah, sasa si lazima useme kama <laughs> <laughs> ninakutoa <laughs> eh, nenda sehemu fulani ili ujue kule baharini watampokea e. maana wasipompokea lazima arudi. Kwa hiyo hata hii njia ya kutoa mapepo mm. kutibu majini kuondoa ku, ku, ku, ku, ku, labda mikuli na vingine mm. vya kiroho mm. watu wengi wanavyofanya sivyo, kwa sababu unakitoa mm. haukielekezi kiende wapi mm. na hujaandaa mtego kinasa kule mm. ila wanasema tutoka kwa muda ule, kwa sababu ya nguvu na mihe Mungu kinatoka, mm. afu baadaye kinakuja, mm. na wengi sasa, labda nikwambie, wengi ukienda pale, mfano katika ma congregation ambapo kuna watu wengi, kuna mambo ya maombi, mm. ukae pembeni, unaona kabisa mm. kuna kundi lingine la viumbe majini, wao wanabaki nje, yani kwenye ule mkutano, wanachanaga zao, wanabaki huko chini ya miti, wanasikilizia tu wewe, mm. unapiga makelele, unaombewa, ukitoka pale, ukirudi hapa anakuingia kama kama shati, wewe unaondoka naye mm, mm. kwa hiyo hiyo nayo pia ni elimu nyingine, lakini inarudia kwamba hakuna kinachomshinda Mungu. hili, hili lazima tukubaliane mm. Mungu ni juu ya kila kitu. Elimu sasa ya kujua namna gani ya kutatua hizi changamoto mm. Ndo watu wengi hawana na imani ya kutosha kwa Mungu mm. ili hizi changamoto zitatuke na tuweze kuwaamrisha hawa viumbe mm. Imani hiyo watu hawana. No, nini kifanyike? Wakristo endeleeni kuwa na ibada, kufanya ibada, kuwawacha Mungu kutenda matendo mengi mazuri, kujisafisha, ili Roho wa Mungu aliye ndani yenu aweze kuwa na nafasi kubwa ya kuwasaidia. Waislamu endeleeni kuwa na kufanya ibada, kuwawacha Mungu ili ndani yenu Mwenyezi Mungu nguvu yake iendelee kufanya kazi kwa nguvu zaidi. wataalamu Endeleeni kusoma na hapa napo kuna somo lingine mm. wataalamu wengi wa kitabu mfano mm. hata wataala, hawa wachungaji mm. utagundua sasa hivi wanachanganya vitu hivi viwili okay, kwa kimoja mm. na hapa na, na, nafikiri somo letu tutamalizia hapa leo mm. unakuta ni mwalimu wa kitabu mm anataka kumtibu mtu au anataka kumwondoa mtu kazini au anataka labda kumhamisha jirani mbaya, maana yote haya yapo mm -hmm. Sasa mtu anakaa jirani mlevi, mlevi anatoka, natoka, natoka na watu ovyo mm -hmm. Utamwandikia tu kitu kimoja, utapiga, ana hama zake, maisha yanakuwa safi sasa mm -hmm. Unakuta mtaalamu anataka afanya hilo mm -hmm. Anaweza kutoa tola simu ya kielimu mm -hmm anaichora tena, wakati mwingine mngiina, anaipigia hesabu nzuri tu, labda muthalas mzuri au marabaa mzuri. Akimaliza hapo, anachukua anaanza kusomea taibu mm. Rasma kwa mfano majina ya mwenyezi Mungu sasa mm. Unajiuliza wewe, hii unafanya dua unafanya uganga? Sababu uganga ni kitu kingine mm. na dua ni kitu kingine mm. Dua ni masuala ya imani, uganga